Kwa sababu sisi tuna siasa moja ya kusimamia dini maslahi ya dini lakini tuna chombo sikinaitwa BAKWATA pia tunasimamia chombo hicho na kingine, hatuwezi kutoka katika kusimamia maslahi ya nchi, maslahi ya nchi au serikali iliyoko katika utawala BAKWATA hatuwezi kuondoka hapo, alafu mambo mengine yatakuja, lakini mambo matatu ndio mambo makubwa sana, na ndio maana utaona hata katika hotuba zetu au mihadhara yetu au hata ile yangu kama utakuwa unaifuatilia yeah. Tunazungumza sana masala ya amani yeah. Sababu sisi tunajua nchi ilivyo, tunazungumza sana masala ya amani na uzalendo, watu uzalendo, watu kujenga. Sasa akili ya watu wengi wanafikiri labda sisi ni vibaraka, a, yani serikali huko inatutumia nendeni huko mkaseme hivi. Sisi hatutumiwi na serikali, sisi sisi wenyewe tunajua umuhimu wa kutengeneza jamii ambayo inajua umuhimu wa kuwa mzalendo katika nchi yako. na hayo ni mafunzo katika dini kwamba mtu na Muislamu kamili ni yule ambaye ana uzalendo wa nchi yake. tunajaribu kulifundisha hili ili watu kuwatoa fikra za ndani ya nchi au nje ya nchi za kuweza kuleta ufisadi katika nchi, lakini pia vile vile tunajua umuhimu wa amani. Bila amani hakuna jambo litafanyika hata hayo mambo ya dini tunazungumza, misikiti kuswali, kufanya hivi, kufunga mwezi wa Ramadhani, kwenda hija, hayo yote hayawezi kukamilika kama nchi haina amani, haiwezekani. Ndio maana kwa kizungumza, nadhani ilikuwa Iringa juzi e, ikazungumza kwamba mmoja katika mambo muhimu ambayo ndio muhimili wa, wa dini, kuna mambo matano lakini sisi kule Kairo katika mkutano wa mamufti tumesema haya mambo matano ni kweli: kuilinda dini, kulinda nafsi yako, eh, kulinda hishma, kulinda mali, vitu hivyo vyote viko katika hiyo misingi ya dini ambayo ndio, inashiki, ndio, ndio, ndio, ndio makusudio ya sheria ndio yako hapo, ndio kama eh, wanaita kiarabu mahawir yani mihimili. mihimili ya ya, ya dini mambo matano sisi tukasema tuongeze la sita. <laughs> Wenzetu wamepita mashehe wameweka hayo matano huko nyuma miaka nenda miaka rudi. Kwa sasa kuna umuhimu wa kuweka jambo ingine la sita. Lipi? Kulinda nchi, kwa sababu dini hatuifanyii mbinguni, dini tunaifanyia hapa hapa katika ardhi, kila mmoja na nchi yake. Sasa lazima kuwe na jambo jingine la sita ambalo linasimama katika kulinda nchi ili dini ifanyike. Dini haiwezi kufanyika katika nchi iliyokuwa na vurugu. Kwa hiyo tukaweka eh, ile mihimili badala ya kuwa mitano kwa sasa ni sita. Kutokana na juhudi za wanazuoni na mamufti wa dunia nzima tumekutana Cairo pale, chini ya Wizara ya Mambo ya ya Wizara Mambo Dini, na eh, Sheikh Mkuu wa Chuo Kikuu cha Azhar. Na kila mmoja alikuwa na, ma na maoni yake hata mimi nilikuwa na maoni yangu. Nimezungumza na kueleza umuhimu wa mambo yalivyo, tukakubaliana kwamba lazima patikane huo muhimili wa sita. Hii yote ya ku ya ongezeko hili ni katika kutazama umuhimu wa amani, kwamba amani ndio kila kitu kiko katika swala la amani. Amani kama itakuwa hakuna, basi kila jambo haliwezi kuwa, lakini inshallah tunakusudia, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, baada ya uchaguzi mkuu ujao yes ya nchi itakuwa imepungua, tutakuja tena huko. Na madhumuni ya ziara yetu ni kutaka kuweka sawa pia Waislamu katika masuala mbalimbali ya kidini yakiwemo ya hayo ambayo umeyazungumza, yanayohusiana na masuala ya uchumi, masuala ya maendeleo, na tulikuwa tukizungumza sana kuhusiana na masuala hayo na kwa bahati nzuri nafikiri Sheikh Musa atakugusia katika sala la nani, atakaye kuja kuchukua nafasi. Tulikuwa tumeliona hilo jambo muda mrefu, tukaona BAKWATA inapata viongozi wa kukopa kopa, yani ambao hawajaandaliwa. Fanaambia wewe, utakuwa shekhe wa mkoa, wewe utakuwa mwenyekiti, wewe utakuwa hivi. Sio watu ambao wameandaliwa. Ukiangalia na nyinyi mlioko serikalini huko ninyi mmeandaliwa kiasi cha kwamba macho ya serikali yanakuwa yamekuelewa kwa muda mrefu sana. Sasa na sisi tumeanzisha kitu kinaitwa Darul Maarif. Darul Maarif ni chuo tunachokusudia kila mkoa kiwepo na kila kiwilaya kiwepo, lakini haja yetu ni kutaka kwamba vijana wafundishwe watakaoweza kuja kuliendesha baraza katika mtindo huu tunaotaka sisi, wa kuweza kuwaweka watu sawa, kuweza kulinda maadili ambayo kuna mmonyoko mkubwa sana wa maadili sasa hivi. Kwa kwa tumeanzisha Darul Maarifu kwa sababu ya kitu kama hicho, na nimefurahi jana nilipokuja hapa Njombe, eh, eh, nimepelekwa na Sheikh Mkoa na Sheikh wa Wilaya mwenyeji kwenye eneo ambalo ni lina kituo cha hiyo Darul Maarifu na kinajengwa sasa hivi nikafurahi na mimi katika kitu hiki cha Darul Maarifi. Viongozi wa mikoa, wilaya bado hajaelewa, na watu wangu wanazungumza sana. Huyu ni mkurugenzi wa elimu, huyu ni katibu katika ofisi ya mufti, huyu ni satawala katika ofisi ya mufti, na yule bwana pale baadhi anasimamia sana, na huyu kombo mambo ya elimu. Kiasi tulikuwa na kitu kidogo BAKWATA Online Academy, nadhani mwakisikia sana, kwa sababu wewe ni hodari wa kufuatilia lakini sasa hivi tumefikia katika bakwata online open university wanashughulika wale mabwana pale na wataalamu mbalimbali wasomi mbalimbali ndio wanashiriki katika kuendesha hiyo na tuna eneo tunaliendea tuka tumelitafuta toka mwaka elfu mbili na saba kipindi kile mimi kuwa naibu mufti tu mpaka sasa hivi lina, ma, lina, lina mafanikio makubwa sana huyu kisa alikuwa ni mkuu wa, wa wilaya DC kule Korogwe anafahamu. Sasa le eneo wakati wote kuanzia sasa tutalitia mkononi. Itakuwa na hekari mia tatu, makusudio oh, ni kujenga chuo kikuu pale ambacho kitakuwa kinatoa elimu mbalimbali sio tu elimu za kidini peke yake. Ha. Kwa sababu haja haja hata katika hii Darul Maarifi sio sio kuwafundisha watu dini peke yake. Wafundishwe na elimu hizi za kawaida ili kuondoa pia msongamano. Akitoka pale mtu kasoma dini anajua, lakini ana taaluma nyingine, anaweza kujitegemea katika kujiajiri.